Mfumko wa bei kwa mwezi Oktoba elfu mbili na ishirini na tano. Mfumko wa bei wa mwezi Oktoba elfu mbili na ishirini na tano umeongezeka na kufikia asilimia zero nukta zero sita ikilinganishwa na asilimia zero nukta mbili moja iliyorekodiwa katika mwezi ulioishia Septemba 2025. Mfumko wa bei wa bidhaa za chakula na vinywaji visivyo na kileo kwa mwezi ulioishia Oktoba 2025 umeongezeka na kufikia asilimia zero nukta saba moja ikilinganishwa na asilimia zero nukta sita tano iliyorekodiwa katika mwezi ulioishia septemba elfu mbili na ishirini na tano kama jadwali namba moja tuvoliona bidhaa zilizopelekea kushuka kwa mfumko wa bei wa mwezi ni pamoja na bidhaa za samaki ambayo umeshuka kwa asilimia saba nukta nne moja sukari nyekundo ambayo imeshuka kwa asilimia zero nukta saba tisa mafuta ya yameshuka na kufikia asilimia moja nukta sita nne mafuta ya petroli nayo yaliteremka na kufikia asilimia nne nukta tano tano. Kwa upande wa mchele wa mapembe kama tunavyoona kwa mwezi hakukuwa na mabadiliko yoyote, ukiangalia mwezi wa Oktoba na mwezi Septemba elfu mbili na ishirini na tano hakukuwa na mabadiliko, lakini ukiangalia kwa mwaka kulikuwa na mabadiliko makubwa ya asilimia kumi na mbili nukta nne moja na kama bidhaa nyingine tunavyoziona jinsi ambavyo zilivyopelekea kushuka kwa mfumko wa bei wa mwezi nwamwaka sa hivi tuko kwenye uh, inflation rate ya 3.38 ambayo ni kitu kizuri. Jana kama mlisikiliza uh, speech ya rais wetu uh, kwenye kufungua baraza ya wakilishi, alisema kwamba tunataka hii inflation rate yetu ya Zanzibar iwe kati ya ziro na tano. Na sa hivi kwenye miaka mitano inayokuja ambayo yeye anaiongoza hii nchi, tutajitahidi sana kwamba hii inflation isivuke asilimia tano which is a good thing. Na wenzetu huko East Africa wote wana policy hiyo hiyo, especially Kenya, na wao wanasema hivyo hivyo kwamba wanataka isivuke tano. Lakini hiyo tano je, tutaifikiaje? Kama mlivyosikia jana kwamba sasa hivi tunajitayarisha kuweka storage ya vitu ambavyo tulikuwa zamani hatuweki storage kubwa. Kuna silos zinajengwa, silos ambazo zinakuwa zina store zaidi ya chakula tani elfu sitini. Kwa hiyo that means pale ambapo bei zimepungua basi sio tunaweka kwa ajili ya kuja kucover wakati ule ambao tutajua kwamba inakuwa bei ya vyakula inabadilika. Kwa hiyo sasa hiyo ndiyo uh, mwelekeo wa Serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mafuta kwa mwezi wa Oktoba zimepungua ukilinganisha na mwezi wa Septemba. Sababu kuu ya kupungua kwa kwa kwa hizi bei ni kwamba ni kupungua katika gharama za katika soko la dunia, gharama za ununuaji katika soko la dunia vile vile, kushuka kwa gharama za uingizaji katika soko la dunia vile vile, kushuka katika thamani ya dola. Tukija sababu kuu, hasa ni kushuka kwa dola ambayo ni asilimia, imeshuka kwa asilimia tano nukta moja.